Hatimaye Ujerumani imepata serikali mpya ya muungano. Wawakilishi wa vyama ndugu vya kihafidhina vya CDU CSU na chama cha siasa za mrengo wa kati Social Democratic SPD wamesaini makubaliano ya serikali ya muungano mjini Berlin. Serikali hiyo ina wingi mchache wa bunge 328 kati ya viti 630 katika bunge la Ujerumani, Bundestag. Serikali hiyo mpya inatazamia kuukuza uchumi, kuongeza matumizi ya ulinzi, kukabiliana vikali na uhamiaji na kuifanya miundo mbinu ya Ujerumani kuwa ya kisasa. Vyama hivyo vimewahi kuiongoza Ujerumani pamoja awali mwishoni mwa mu miaka ya 60 na katika mihula mitatu kati ya minne ya kansela wa zamani Angela Merkel. Friedrich Merz wa chama cha CDU anatarajiwa kuapishwa kesho Jumanne kama kansela, huku makamu wake wakiwa Lars Klingbeil wa chama cha SPD.